Kwa? Na wengine majina ya vitu vivyombe kama hivyo, wanapuuzi gani? Mfano gani? madha arada Allahu bihadha mathala. Kumbe Mwenyezi Mungu anasema yudhillu bihi kathiran wayahdi bihi kathiran. Hii mifano ikipigwa kutojwa kama hao, unawapoteza mfano kama huo wengi na kuwavuta kwenye haki wengi vilevile. Lakini pahala kwenye Qur'ani kama Mwenyezi Mungu ameona hakuna haja ya kuutaja idadi, manake usishughulikie nambari ya watu wangapi walikuwa pangoni, shughulikia kile kiini cha ile habari. Matokeo yalikuwa ni nini Matokeo, kila dhalim katika ardhi ana mwisho wake. Na yule Dukyanus alikuwa na mwisho wake, kachinja, kadhulumu, kaonea. Iko siku Mwenyezi Mungu aligeuza mambo, kabla usiku haujacha aligeuza mambo. Mada ghafla matukio hutokezea ya alfajiri, kabla ya alfajiri, swala kwenye ashari huko. Ukiamka kweupe mambo ashabadilika, utashangaa akabadilishwa yule kafiri mkuu amekuwa muumini. Utashangaa vipi kageuka mtu kawa muumini? Basi hii idadi hii, kol Muhamadi, ondoka waondoshe watu kwenye idadi. Wewe tangaza useme haya, yawachieni jama haya na faida na nyinyi. Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Mola wangu ndiye anayejua idadi yao walikuwa ni wangapi. Ashabul kafir tena ma ya'lamuhum illa kalil, na hakuna ayajuae mambo haya, hakuna awajuae watu hao walikuwa ni wangapi, isipokuwa ni kidogo sana, na huku kumalizia ma ya'lamuhum illa kalil. Wengine wakaona wachache ni Waislamu, wamekuja wakajua kwamba idadi yao ni sabaa na thaminuhum kalbuhum, kwamba wanaojua wapo lakini wachache na miongoni mwa hao wachache ni umma wa Muhammad. Umejua hayo kwa sababu kuna hadithi mtume kaitaja, japokuwa ni dhaifu, kwamba walikuwa saba na wanane, wao ni mbwa wao. qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim, Muhammadi, wewe kwa upande wako na kwa upande umati wako mimi sitaki mshindanie lilokuwa lina faida. fala tumari usishindane wewe fihim kuhusu habari hii ya ashabul kafi, illa isipokuwa kama utashindana shindana, miraa dhahiran, ushindani wa kijuujuu. Taja mola wako alivyokufunulia. Halafu ukiwa na watu wanabishana katika mambo yapuuzi, wacha. Kwa sababu kuna mbinu za watu wa batil. Watu wa batil wana mbinu nyingi wakati mwingine wakiona haya maneno ni sensitive haya maneno sasa yapokuwa katika pointi kubwa, watatafuta jambo la kuzipeleka akili za binadamu zishughulike jambo hilo, ili yasisikilizwe maneno yale, ili watu wasipekue zaidi kuhusu pale. Iko mbinu kubwa wanaitumia watu duniani, kuhusu hasa Qurani, itoke kwenye maana, watu wapate kufanya vidago vingine iko kumpeleka mtu na mikoba tu awe na randa na mikoba, ntafuta mkate, ntafuta limao, ntafuta nini, iko hiyo, asipate wakati wa kufikiria faida lefaida hii. Kwa hivyo basi, ukishamkibizi mtu namna kama hiyo, nja njaa nja, basi keshamumisa ushamuua, upande wa mola wake wamolawake, akana kitu hana tena mwamko tena. Iko kati mwingine kuona kwamba sasa Qur'ani kuna hatari ya kufahamika sawa sawa, iko basi kuleta maandishi ya kipumbavu hadithi za kipumbavu. Kama itaonekana hazifanyi kazi, basi weka picha za uchi ndani yake, weka drawing halafu maneno kwenye gazeti, maneno ya mikasa mikasa, ajabu ajabu, matusi matusi, namna kama hii hii hii nini. wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi liyudilla an sabilillah. Kuna watu kazi yao ni kupeleka wanachagua zaidi maneno ya kipuuzi maneno ya kipuuzi haya, kazi yake ni kupoteza watu katika njia mnuzimbo nanafasi ya Mwenyezi Mungu, wasiwe na nafasi ya kusikiza Qur'ani hii. Mambo ya muzeka muzeka mambo ya nyimbo nyimbo hii kwa chanzo chake kimeanzishwa ni kuwatoa watu fikra ya Qur'ani kuwapeleka kwingine kabisa kwa hivyo, kama utaweka fikra Muhammad, kwenye idadi walikuwa wangapi na ukaweka ushindani mkubwa, basi akili zote zitakuwa walikuwa wangapi, walikuwa wangapi, ile maana itakuwa isikilizwi, maana yake kisahihi ile kwa haifahamiki. maisha fala tumarifihi, basi Muhammad, usishindane kuhusu ashabul kahfi kama utashindana, illa isipokuwa miraan ni ushindani dhahiran, uliokuwa wadhahiri, dhahiri kijuojuo tu, kiasi cha kubainisha kitu gani mola wako amekufunulia. Basi isitoshe, usibabaike mtume wangu, wala tastafti fihim minhum ahada na wala usende kuuliza ukataka fatwa kuhusu ashabu alkafi yoyote, miongoni mwa Mayahudi na Manasara na nani na nani. Wacha kuwaendea hawa, tosheka na wahyi niliyokufunulia. Habari niliyokupa haiwezi kupatikana nyingine kweli yake. wala tastafti fihim